Mwasalemba TV, the, the origin sound. Karibu sana tena sana katika series ya kujifunza, leo tutajikita zaidi katika mada yetu ya bajeti. Na katika mada ya bajeti tutajikita katika maeneo mawili. Eneo namba moja tutajikita kuangalia maana ya bajeti. Eneo namba mbili tutajikita kuangalia sifa za bajeti ambazo zitafanya bajeti zetu Zitekelezeke kiurahisi zaidi. Wacha tuanze kuangalia maana ya budget. Maana ya budget kwa mujibu wa David Ramsey alisema kuwa budget ni mpango juu ya pesa zako au fedha zako binafsi. Kwa maana nyingine, budget ni mpango wa mapato na matumizi ya pesa zako. Na kuna aina nyingi sana ya budget. Kuna budget ya familia. Kuna bajeti ya taifa na kuna bajeti ya mtu binafsi. Kuhusiana na mada yetu iliyopo mezani, tutajikita zaidi kutazama maana ya bajeti kwa mtu binafsi. Acha tuangalie sifa ambazo zinaweza zikawekwa katika bajeti zetu ili zitekelezeke kiurahisi zaidi. Sifa namba moja, bajeti ni ile ya kipindi maalum au kipindi fulani. Kipindi hichi inaweza kawa wiki, siku, mwaka au mwezi. Katika bajeti yako unayoipanga jitahidi kuweka muda maalum, kwamba bajeti yako unataka una ikulipe katika kipindi gani? Watu wote ambao wanaweka bajeti huwa anaweka muda maalum, na malengo yao yanajikita hasa kwenye muda maalum. Sasa hata wewe jaribu kuplani bajeti ambayo ina muda maalum, ina mwafaka wake, na una, una plani kabisa au unaweka wazi kabisa katika muda huo unataka bajeti yako ifikie kiasi gani cha pesa. Sifa namba mbili: Budget ni ile ambayo iko ndani ya kipato chako. Modeus alishawahi kusema kauli mbiu iwe ni kuishi chini ya uwezo wako, lakini ndani ya kipato chako. Kijana, epuka kuishi zaidi ya kipato unachokipata, ishi chini ya kipato unachokipata ili utengeneze budget yenye majibu makubwa, budget yenye mafanikio makubwa. Sifa namba tatu ya budget ni ile inayojumuisha mahitaji yako muhimu yote mahitaji yako yote yanatakiwa yawe ndani ya bajeti yako. Inaweza kawa kula, kuvaa na, na mambo mbalimbali mbali ambayo yanahusiana na bajeti, itabidi uyaweke katika bajeti yako, kwa sababu usipoyaweka yataleta utata na shida sana katika bajeti ambayo unatengeneza. Sifa namba nne, bajeti ni ile ambayo inajumuisha akiba au uwekezaji. Alisema hauwezi ukafanikiwa bila kuwekeza akiba na kuwekeza nguvu kubwa katika uwekezaji. Kwa hiyo bajeti yako yoyote ile utakayoipanga, jaribu kufikiria utawekeza katika uwekezaji wa aina gani, aidha katika ufugaji au biashara au sehemu zingine. Sasa hizo ndizo sifa baadhi za bajeti. Sijajua kati ya hizi sifa ni sifa gani ambayo inakukwamisha kukamilisha bajeti yako unayoipanga kila siku, tushare hapo chini kwenye comment. Usichoke kujifunza. Unaweza ukajifunza kupitia chaneli yangu ya YouTube kwa jina la Kironi Mwasalemba. Thanks, we have to do wonders.